Serikali ya jimbo la Karnataka mjini Bengaluru nchini India imeidhinisha mpango wa malipo wakati wa likizo ya hedhi kwa wanawake. Serikali ya jimbo hilo iliidhinisha mswada marekebisho wa mfuko wa ustawi kwa wafanyakazi wa mji wa Karnataka mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambao huongeza usaidizi wa kifedha chini ya mipango sita iliyopo ikijumuisha manufaa ya elimu kwa wafanyakazi walio na familia. Baraza la mawaziri leo liliidhinisha angalau likizo ya siku moja kwa wanawake wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali kuanzia mavazi hadi teknolojia ya habari. Waziri wa Sheria wa Jimbo la Masuala ya Bunge HK Patil aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano huo. Karnataka limekuwa jimbo la kwanza nchini India kuwapa wafanyakazi wanawake likizo za hedhi kila mwaka, sekta zote za serikali na za binafsi. Serikali ilitangaza kuwa wanawake wanaofanya kazi katika ofisi za serikali, viwanda vya nguo, makampuni ya kimataifa makampuni ya teknolojia na mashirika mengine ya sekta binafsi sasa watakuwa na haki ya kupata likizo moja ya hedhi yenye malipo kwa mwezi. Maafisa katika eneo hilo walisema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda afya na ustawi wa wafanyakazi wanawake huku wakikuza mpango jumuishi wafanya wa wafanyakazi. Hatuna uhakika jinsi ulivyotekelezwa katika majimbo mengine, lakini huku Karnataka tumejitolea kutekeleza na hii itatumika katika sekta zote serikali na za binafsi, waziri wa kazi aliongeza. Hata hivyo, jimbo la Bihar limekuwa na sera ya likizo ya hedhi tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili ikiwapa wafanyakazi wanawake wa serikali siku mbili za likizo ya malipo ya hedhi kila mwezi, na ndilo lilokuwa la kwanza kabisa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.